Yule mama amejuaje kuwa mi ni mchawi? Ametokea wapi na amemjuaje baba yangu? Ila ni kweli alichokisema, uchawi una faida. Nifanye nini? Niepukane na hili okay. Sawa, hapa kuna namna nifanye. Unatisha mlango wa maajabu, mlango Kuhusu hiyo mama aliyekwambia uhame na akakwambia maneno ya kukutishia ni sawa, kuna kitu tunatakiwa tukifanye. Hebu geuka, kwa geuka. Shaono umeona hiyo dawa? Nenda kainyunyizie mlangoni kwake. Kwa sababu kwenye wabaya tunatakiwa tufanye ubaya. Funga mkono wako. Nazani umenielewa, ndio leo. Sawa, mi nitafanya kama vile ambavyo nilikueleza, unaweza ukaenda

Aridi, nitakachokizungumza naomba usinichukulie tofauti. Ni kuhusu dada yangu Chichi. Kipindi cha nyuma nimekutana na wewe pale, sikuwa sawa kabisa. Kuna siku nilikuwa nimekaa mimi na Chichi, akatokea dogo mmoja hivi anaitwa Naiva. Yule dogo alichodai ni kwamba amemwona dada yangu tena yuko na mwanaume, wakati huu ambao mimi nimekaa na Chichi. Nilimbishia sana na nikatumia nguvu kubwa kumwaminisha kwamba Chichi hajatoka toka asubuhi. Sikuelewa labda anamaanisha nini. Mimi nilikuwa nimepuuzia. Mara ya pili nilikuwa nyumbani nimekaa mimi na Chichi, Naiva akapiga tena simu akidai kwamba kamuona Chichi yuko na bwana wake, niende nikashuhudie, wakati huo huo mimi niko na Chichi nyumbani. Sikutaka kubishana naye sana, hivyo nikamua niende mpaka eneo husika. Bwana Alidi, nilipofika Uwezi ukaamini nilimkuta Chichi yule yule yani yule, yule dada yangu Chichi ambayo mimi namfahamu ndio niliyomuona pale, ili nichanganya kwa kweli. Nikajaribu kukimbia nirudi tena nyumbani, nafika nyumbani namkuta yule yule tena ambaye mimi nimemwacha nyumbani akiwa amevaa nguo zile zile, yani sijui hapo, Walidu, unanielewa sasa kinacho nichanganya mimi yani, yupi dada yangu hapa kati ya huyu ambaye nimemkuta baa ni, ni, ni na huyu ambaye nimemwacha nyumbani hapo. Ndugu yangu, umesema umemwacha chichi nyumbani, alafu umetoka umemwona tena chichi sehemu nyingine. Kwa ninavyoelewa mimi, chichi mwenyewe ni yule ambaye umemwacha nyumbani yule ndo dada yako, ila isipokuwa huyu anaweza kawa ni pacha, yani mtu ambaye anafanana naye. Unajua wazazi wote nao pia wana mambo mengi sana. Wewe ndo umechanganya, amechanganyachanganya naone, bila pia Mwenyezi Mungu kuna kitu amejaribu kukuonyesha. Sasa wewe cha kufanya, fanya kitu kimoja, mchukue chichi alafu mtafute yule ambaye umemwona, wakutanishe hapo. Sasa ndo utajua nani ni nani. Sijui nanielewa? Nimekuelewa Alidi. Kwa hiyo unachomaanisha ni kwamba Yaani nimtafute huyu ambaye nimemwona ba, alafu nimkutanishe na huyu wa nyumbani? Yes, mm. Sawa Alidi, mimi nitafanya hivyo, kwa sababu tayari amesha nifika shingoni. Sasa hapa inabidi nimtafute Naiva ili anionyeshe huyu anapopatikana, kwa sababu sidhani kama nitamkuta pale, sidhani nnaiva na yeye ndo aliyedai kwamba anamfahamu ya yeah. Hilo litakuwa vizuri zaidi ili upate uwepesi. Basi mimi niondoke. Basi sawa, ndugu yangu, mimi nipo hapa, nimekuwa namsubiri pia shemeji yako na mazungumzo naye. Sawa, lakini ndugu yangu, mimi siko sawa hata kidogo. Najua huo ndo ukubwa <laughs> sawa, basi sawa, mimi naenda Mganga Ngole, hali ya mtoto wangu inazidi kuwa mbaya na kazidi usielewe, hata nafanyaje hapa nilipo. Kwani ukufuata yale maelekezo ambayo nilikupatia siku ile? Nilienda kumuosha yale maji ulioniletea siku ile njiani, lakini bado ndo anazidi kuwa na hali mbaya. Maji mimi nilikupatia maji wapi? Mganga Ngole ulinifuata njiani shule, ulinipatia maji nilipotoka Kilingeni. Naomba mkono. Sawa, mfate mtoto sasa hivi hospitali, mrudishe nyumbani, nitakuja kumtibia mwenyewe. Sawa, ah! ndigenene swela ela ndigenene swela ela ndigenene swela ela yinanga nguluvi ndemu yenyu o mama swela ela baba swela ela mama inanga nguluvi oyandugu yangu kabo Oe. yani hakuna siku ambayo na furaha kama leo ndugu yangu, yani hauwezi amini. Usiku ndoto, sasa naamka asubuhi mkojo mkojamini, bana kukwambia yani kipindi kichotekitunaangaika iki mi nilikuwa sina haja ujue nilikuwa sibanu ina haja, lakini jana nikaenda, nafika kule, imerudi <laughs> imerudi kusema kwamba sasa hivi mambo fresh kabisa. Yani nilipoona imerudi, nikasema wa kwanza mama Musa. ah! <laughs> ah! <laughs> Hey. kwambia sama sao kwa kuwa saivi mama imekuwa fresh kabisa mm. uh -huh. Bakula kama kawaida kama kawaida, unatembeza ah! chakufanya, sasa tufanye mm. pango, tuende kwa mganga ukampeta zawadi mm. mm. We, we unaniponza, naijua hiyo. Sikiliza, mganga alishasema kitu ambacho kimenifanya nimekuwa hivi. Ndo hizo mbele mbele mbele zangu za kujifanya mimi mtu wa toa zawadi. Kwa hiyo wewe unataka nirudishe kule kule? Naijua hiyo, sitaki. Sawa, eh. Sikia sasa, eh, tusipoteze muda, niambie cha kufanya sasa hivi Mm. kwa kuwa sasa hivi mambo yamekuwa mm. E. Eh, kama kawaida kama kawaida. Cha kufanya mimi niende ndani nikachoke kipembe. Tunde, mm. kwa mtaalamu sasa, hilo ndio lilo liacha. Mimi katika siku ambazo nilikuwa nasubiri, yaani umeongea pointi ndio leo, maana nakujua wewe, nenda kachukua sasa. imetulia <laughs> wachao Mungu sasa, Mungu naye Mungu fumbia jamani, nirudi <laughs> mlango <wa> mrudkiliauanitumaga <coughs> <coughs> ile dambo ulikuwa amenipatia imefanya kama vile ambavyo ulikuwa umeelekeza nimefika pale nyumbani nikayumizia pale mlangoni bila mtu yote kuniona, lakini cha ajabu, baada ya masaa machache nikasikia taarifa ya msiba pale. Nafika pale naulizia, naambiwa mwenye nyumba kafariki. Sasa hii inanitesa na, na ni kama vile natembea na dhambi ya, ya, ya mauaji na ni kama mimi nimemuua ile mama. Asielewi wala hauna sababu ya kujilaumu. Hapo ndipo tunapoipata ile maana ya riziki. sehemu ya watu wabaya, lazima tufanye ubaya. Kuanzia sasa hivi wewe uko na hakuna kitu chochote kitakachokugusa, lakini mimi mpaka kufikia hapo matibabu yangu kwako nimeshakamilisha. Nenda kaishi kwa amani kabisa, kwa sababu tusingefanya hivyo wewe ndo ungeondoka kama yangeendelea kuwepo. Kwa hiyo sio na chochote cha kuhofia. Yeah. Basi niseme asante sana kwa hiyo, maana nilikuwa napitia wakati mgumu sana kwa sababu yake, lakini umekuwa msaada kwangu mimi kutoka hatua ya kwanza mpaka hivi sasa. Tupofikia hivyo na kila sababu ya kuambia asante sana. Hapa ni nyumbani, muda wowote wa unakaribishwa. Mi niseme nashukuru sana mganga, mpaka hapa tupofikia, na nikipata nafasi basi

Kwa utaendelea kusimama ama utakaa kusimama ni iyali yangu, lakini pia hata kukaa pia ni iyali yangu. Basi naomba ukae tuzungumze. Huko ulipoenda umpata ukweli wote. sikuhusu ukweli gani ambao unauzungumzia? Chichi mwingine. Chichi, yaani unajaribu kumzungumzia ya mtu ambaye ni wewe mwenyewe. Hivi Toni, kwa nini uniamini kwamba kuna Chichi mwingine ambayo mimi simfahamu? Tumefanana uvaaji, cheni, hereni, pete, hadi tunavyoongea sawa. Naona ni kama vile unanijaribu. Okay, sawa. Amefanana na wewe kila kitu Tony, naomba unipeleke nikamwone huyo mnayemwita Chichi. Huenda nitapata majibu baada ya kumuona na nikakujibu maswali yako yote ambayo unajiuliza kichwani. hmm. kwa hiyo unataka kuniambia maswali yangu yote ambayo najiuliza utanijibu, si ndio? Sawa, mimi nitakupeleka, lakini tukimkuta utanijibu maswali yangu, lakini pia hata tusipomkuta pia utanijibu maswali yangu Chichi, na maanisha utanijibu maswali yangu.

kalimo majabu nye mlokuwa mnamtafuta ni mimi hapa.